Ingineko ni kwamba familia moja inahangaika huko Kisii baada ya mwana wao kutoweka kwa miezi saba sasa, jijini Nairobi. Kwa mujibu wa familia hiyo, Hesbon Ochoki aliyekuwa mfanyikazi wa G4S eneo la Kabanas, jijini Nairobi, alipotea ghafla, huku uchunguzi ukionyesha kwamba simu yake ilizimwa eneo la Kware. Crispin Otieno aliitembelea familia yake nyumbani huko Kisii na hii hapa taarifa yake. Katika kijiji cha Bogichoncho, maeneo ya Bobasi, kaunti ya Kisii, tunakutana na familia yake Hesbon Ochoki hmm. Familia hii imepitia madhila chungu nzima ikimtafuta mwana wao mwenye umri wa miaka ishirini na saba ambaye alikuwa jijini Nairobi akijichumia riziki. Uchungu wa mamake Hesbon kukosa mwanawe kwa zaidi ya miezi saba hausemezeki. Nguo hizi za mwanawe ambaye ni kitinda mimba katika familia ya watoto wanne ndizo pekee zimesalia kama kumbukumbu. Nairobi natafuta pesa ninalipa, anapata kibarua chifo wezi, kwa sababu sisi tunatembea Nairobi nzima, hata picha hii tunaweka kila mahali, tumwoni. Familia hii ilianza kupata kiwewe tarehe saba mwezi Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na nne pale Hesbon alipokosa kufika kazini kama ilivyokuwa kawaida yake.

tusaidie tukaweza kuliteka. Cha kutia wasiwasi zaidi ni kuwa simu yake ilikuwa imezimwa, uchunguzi ukionyesha kuwa simu hiyo ilitumika mara ya mwisho katika eneo la Kware, mtaani Mkuru kwa Njenga. Tangu usiku hiyo hadi sasa ni miezi saba na Hesbon hajapatikana. Kinachong'ata maini zaidi kwa familia hii ni kuwa mwanao anasemekana kupokea mshahara wake wa pili muda mfupi kabla ya kutoweka. E, yote amepitia hapo, hata sisi tunashuhudia tu, amefika mahali fulani, amefika hapa, hatujapata jawabu. Hata sisi tumeshindwa, njia gani ambayo tutatumia ili apatikane. Ni mtoto ambaye alikuwa anasoma lakini akakuja akapata kibarua. Shughuli ya kumsaka mwana wao imekuwa mlima, huku familia hii ikiuza kila cha thamani ili kugharamia shughuli hiyo, haswa safari za mara kwa mara kutoka Kisii hadi jijini Nairobi. Bila shaka ni hali ya kutamausha katika familia hii, kwani ni takriban zaidi ya miezi saba tangu Hezbon kuonekana. Hapa familia yake ikizidi kutoa wito kwa maafisa wa usalama kufanya juu chini, ili kujua mahali aliko mpendwa wao. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, katika kijiji cha Bogichoncho Bobasi, kaunti ya Kisii.